Hapo zamani za kale waliishi nguruwe watatu wadogo. Siku moja, waliamua kujenga nyumba zao wenyewe. Nguruwe wa kwanza alijenga nyumba ya majani, akamaliza haraka na akaanza kucheza. Nguruwe wa pili alijenga nyumba ya vitu vya miti, nayo pia haikuchukua muda mrefu. Lakini nguruwe wa tatu alikuwa mwerevu, alijenga nyumba yake kwa matofali imara, akijua kuwa kuna hatari. Siku moja, mbwa mwitu mkubwa na mbaya alikuja. Alienda kwa nyumba ya kwanza, ifungua mlango au nitapuliza nitapuliza na kuiangusha nyumba yako. Alipopuliza nyumba ya majani iliruka hewani. Nguruwe wa kwanza alikimbilia kwa ndugu yake wa pili. Mbwa mwitu akaenda kwa nyumba ya pili, ifungua mlango. Alipopuliza nyumba ya miti pia ikaanguka. Nguruwe wawili wakakimbilia kwa yule ndugu wa tatu mwenye nyumba ya matofali. Sasa, mbwa mwitu alijaribu kila kitu, kupuliza, kuruka, na hata kutoboa dari, lakini nyumba ya matofali haikutikisika hata kidogo. Mwisho wa siku, mbwa mwitu alichoka na kukata tamaa. Alitoroka hakurudi tena. Na nguruwe watatu wakakumbatia, wakacheka, na wakaishi kwa furaha na usalama katika nyumba ya matofali. Funzo: usikimbilie kufanya mambo haraka. Fanya kwa hekima ili ujilinde kesho.